Kwa kabisa. Kuli kwa matokeo. Ah, tunashukuru ndo mpira. Mm. Mipango yetu ilikuwa ni kupata tasale lakini tumepoteza game. Ila tunashukuru tumecheza vizuri lakini kuna makosa ambayo yamefanyika, nadhani hata mwalimu kaona kama sie mashabiki tumeona hata mwalimu kaona. Wachezaji wetu wanapata nafasi, wanapoteza nafasi nyingi, lakini unapocheza ugenini kama vile, hakikisha katika nafasi nne au tatu unatumia hata nafasi moja. Tumeona nafasi nyingi tumepoteza. Kwa hiyo leo tumepoteza mchezo naingi, tunajipanga kwa mechi ya marudiano e. Shairi pengo la Sherman Fondo limeonekana leo hii leo dhidi ya Al Masry, kwa maana ya Simba ilikuwa inakatika zaidi, ni mwalimu afanye mechi ijayo. Yeye ndio beki ambaye anacheza muda mrefu nyuma, na kosekana kwake inawezekana ikawa ni pengo Laki, lakini kwa leo tuliachia hapo, kwa sababu mechi ya kwanza tumepoteza misili, lakini mechi ya pili tunakuja be, be, Benjamin Mkapa wa nyumbani. Tumepoteza mchezo na uhakika, mechi ya Benjamin Mkapa mtu anajua atgs goli sita goli saba, kwa hiyo mimi kwangu hainipi hai pressure sana, lakini mechi ya leo imeniumiza kwa sababu ni mechi ambayo nilikuwa na, nimeiona kabisa iko wazi tunaweza tukapata matokeo e, lakini mwisho wa siku tumepoteza, tumeshinda hata kupata sare na tumepoteza goli, tunafunga goli la pili dakika za mwisho kabisa. Kwa hiyo mi, mi niwaambie wanasimba sikate tamaa, kinachotakiwa bado tusapoti timu yetu na pasi bado tunayo. Na insha Allah tutafanya vizuri. Na hizi siku hii leo, mliko wapi mbele ya Al Masry? Mwanzoni mlikuwa na matumaini makubwa na huko mkisema kauli mbiu yenu kwamba hii navuka nyumbani itakuwa nyepesi kiasi hicho? <coughs> E, kauli mbiu yetu bado iko pale pale. Hii hii tunavuka tu, sababu mechi ya dakika tisini za kwanza zimeishia Misri lakini kuna tisini zingine hii mechi ina dakika mia na themanini kwa hiyo tisini za pili inshallah kauli yetu itafata ita kama jinsi ilivyo lakini kwa leo tumepoteza mchezo kwa hiyo tuacha ya leo sababu hata kama ukisema kwa lolote wala hamna kitu na matokeo ya kufunga goli nyingi kwetu nadhani kila mtu anajua eh tushawafunga watu wazuri zaidi almasri goli nyingi kwa hiyo mimi nadhani viongozi wetu pamoja na wachezaji yani wasijisikie vibaya na, na, ndo mpira ulivo Al Masry ametufunga kwao lakini na sisi tutakuja nyumbani tutajipanga na, niwaambie wana Simba kila mwana Simba hakikisha anapambana tuweze kupata matokeo katika mechi yetu ya marudiano dhidi ya Al Masry siku ya tarehe tisa. Kuanzia sasa lazima kila mwana Simba afunge mkanda kwa kweli kuhakikisha tunapambana na, na tupate matokeo ili tusonge mbele kwa sababu tunazungumza kiwango cha Chelimpanzo Kibisawara inaonekana kwa kiwango bora leo katika dhidi ya Al Masry Simba Sports Club kwa mbavu walivyocheza Chelimpanzo mwalimu ongeze nini mechi ijayo ili kumwongezea Simba kupata matokeo? Heli Mpanzu amecheza vizuri aa, amecheza vizuri na, na, na, nadhani sayari yake aliyokuepo hamna timu isiyomhitaji Heli Mpanzu na tumeona leo kazi aliyoifanya kazi mzuri kwa upande wetu wa Simba tuna tunaridhishwa na wachezaji wetu wote. Tu sema mchezo unapotokea ukipoteza mechi maneno ene, mengi yatasemwa, ndio maana nasema tuache maneno ya pembeni. Wachezaji wetu wote wamecheza vizuri, lakini kuna makosa ambayo tuloyafanya na wametuadhibu, na mara nyingi unapofanya kosa na ndio unaadhibiwa. Kwa hiyo kwa, kwa upande wetu Simba leo tumefanya makosa, ila narudia tena, nasisitiza tena mechi bado haijaisha. Mechi na dakika 180 na imechezwa 90, itakuja kumaliza 90 Benjamin Mkapa. Na Benjamin Mkapa wana Simba Tusikate tamaa tuachane na porojo yeah. Na tuachane na maneno watu wengine yeah. kinachotakiwa tuweze kujipanga tuweze kupata matokeo mechi hapa nyumbani na niwahakikishie niwahakikishie wa wa Tanzania, yeah. wa wa sisi, bado, na na na na Afrika Mashariki, sisi bado inshallah yeah. nusu finali tutaenda. Maneno maneno ya yanaumiza, ya hivi sasa nani? Yeah, hawezi wao, moja, yeah. yetu, a, a, si, hawezi kutuumiza kutuumiza. kwa Kwa Kwa sababu wako mashindano yetu katika ukanda huu. Hiyo hiyo ni tu ambayo kama kama vile mengine. Kwa hiyo, yeah. sisi tuangalie maneno, sio tunaangalia kazi ya uwanjani eh eh, kawaida hata wao walicheza kwa mashindano lakini wameondolewa, ila si bado, tupo na tumeenda tu inaofuata, lakini wao wametolewa makundi, sisi sio tunacheza robo finali. Sasa hata kama wakikucheka na maana sawa sawa na hamna, mimi mimi niwaambie, wala Simba, hayo maneno yatakuwepo tu. Wanasema jina la mwaka robo hauwezi kuliepuka, inshallah, na ndo jina ambalo paka sasa hivi tuko nafasi ya sita kwa kwa sababu ya yeye mwaka robo, na heshima yetu kafu ipo kwa sababu yeye mwaka robo. Kwa hiyo, kama wao wanasema hilo, basi inshallah, ni ni juu yao wao Licha ya tajiri kuzungumza na vijana lakini leo hii imekuwa ngoma nzito. Ha, ah, kila siku tunasema mpira dakika 90 na ndo falsafa yetu Wanasimba. Leo hatujafanyiwa chochote, makosa tumeyafanya. Kwa hiyo tajiri anaweza kuzungumza lakini mwisho wa siku timu yetu ndio imeingia uwanjani. Wachezaji wote wamepambana kadri ya uwezo wao na, na, tunawapongeza hata kama tunapoteza game. Lakini nadhani Fadlu Davids mwalimu ameona makosa, akirudi nyumbani atakuja kufanya makosa na baada kupata matokeo mechi ya Dar es Salaam. Kelele zote na hizi chuki zote na watu wanazozungumza pamoja na maneno ya kejeli yote yataisha na niwahakikishie Benjamin Mkapa ndio machinjio ya machinjio ya Simba Sports Club. Kwani Simba inachukiwa? Kuna maneno tunasikia. Si hata na wewe umeniuliza swali. Eh, hey. Hey, umeniambia je, unajisikiaje? Unamzungumziaje una nani Yanga ambaye alikuwa alikuwa Tabora au unamzungumzia Messi ambayo yuko Messi? Hey. Kwa hiyo na hata wewe inaonekana kuna maneno pembeni umeyapata. Sasa hayo maneno si tu tutayapokea kama Simba. Na hatupaniki kwa kumkashifu mtu. Hmm. Lakini tunachosema, tumepoteza mechi ya leo lakini mechi ya tarehe 9 inshallah viongozi wachezaji na wanachama na mashabiki wote klabu ya Simba tunaporudi Benjamin Mkapa tutakuwa imara zaidi ya imara tuliokuwa na umisi najifariji na, na navuka tujifariji lakini ndo mpira ulivyo nimekwambia nime ni mpira una, una dakika mia na thamanini zimechezwa tisini zimebaki tisini za kwetu kwa hiyo hilo swala la, la kulifariji unasema wewe Simba tushafanya comeback Tumefungwa Dar es Salaam goli 4 tumeenda Zambia tumeshinda goli 5. Na hiyo comeback haijaje kufanywa na mtu mwingine yote. Kwa hiyo Al Masry ikatufunga goli mbili na inshallah tutamuomba Mwenyezi Mungu katika mechi ijayo na mipango yetu uwanja wa Benjamin Mkapa kuhakikisha mashabiki ambao ni wachezaji wa 12 wa uwanjani. Benjamin Mkapa tutaenda kujaza na inshallah timu yetu itafanya vizuri na tutapata matokeo. Kitokea mmeshia robo finali nyie mtakubali kuitwa mwaka robo vile? Jina la la mwaka robo limekuja Tanzania. Lakini hilo jina nadhani, katika falsafa ya mpira hakuna. Sisi tunachoangalia ni mpira, kuna robo kuna, kuna fainali. Hiyo mwaka robo ni wanaizungumza wao. Kwa hiyo sisi tunajua tumecheza robo fainali, na wengine wameshindwa kucheza robo fainali. Kuna watu walitarajia wa, wa kucheza robo fainali tena kwa vishindo na mbwembwe, lakini wameshindwa. Lakini si leo tumeenda kucheza robo kwa hiyo kitakachobakia kita, kita inshaallah tumwombe Mwenyezi Mungu. Kuna baadhi ya mashabiki wezio wa Simba wanaamini siku hii leo Simba ingeweza kupata penalty ila wachezaji walishindwa kuforce na kushawishi mwamuzi kuwapa penalty. Ni kweli Shabani, ungeona tukio hili. Eh, ujue ujue, ujue mpira kila timu ina, ina falsafa zake. Simba, tunajua sheria kumi na saba zinasimamiwa na, na mwamuzi na nadhani wachezaji wetu walisema, lakini walivyoona wamepuuziwa waliacha kwa hiyo nadhani hata hili siwezi kuliingilia sana, lakini kuna benchi la ufundi na, na kuna watu pale bench, kwenye benchi ambao likiongozwa na mwalimu na Selemani Abdalla Matola. Kwa hiyo wale watajaribu kuwajenga wachezaji wetu kwenye experience ya kwamba linapotokea tukio waendo, waendo, waendo, wakafanye nini. Lakini kwa leo kweli tumeona tu, tu hilo kosa, kuna sehemu Ateba tumeona kadandiwa na, na, na golikipa ni penalty clear kabisa. Lakini lakini refali labda hakuzongwa kupigiwa makelele ni. Lakini kwa leo lefali, mimi kwa upande wangu wala hakuna baya zaidi alolifanya, hata kama kuna hilo tukio, lakini amechezesha mpira tu vizuri na ndo matokeo leo. Tumekubali wana Simba Lunyas, then kilichobaki tuseme Benjamin Mkapa, hatua hii tutavuka kwenda nusu finali inshallah. Bora umeamua sio bora, mi sk kwa mfano, kama hata goli la pili umeona, ni makosa ambayo sisi wenyewe tumeyafanya. Hata ukiangalia mpaka mpira unaisha, hata kumiliki mpira na kutengeneza nafasi, tumemiliki mpira Simba mara nyingi utegza nafasi, lakini mpira una bahati, sielewa tukua bahati yetu, tumepoteza game, ila watanzania na wanaafrika mashariki na kati, si tunapeperusha bendera vizuri na wala hatuna presha. Nadhani leo tarehe mbili imeisha mpaka siku ya tarehe tisa tutakuja kucheza Benjamin Mkapa, na baada ya tarehe tisa hapo ndonauliza ndo, ndo, ya maswali hapo ndo takuwa na majibu. Niwaambie tukate tiketi kwa wingi. Mechi bado haijaisha. Tumecheza samanini, tumecheza 90 na tutacheza 90 zingine kwa kwa, kwa, kwa, kwa da, dakika 90 za Benjamin Mkapa mwisho ya, ya na sisi twende kusupport timu yetu uwanja Benjamin Mkapa, then tutapata matokeo. Na niwaambie, wana Simba hii si tunavuka kwenda nusu fainali na wala sina hofu wa wala sina pressure hata kama leo mnanioje, lakini nafsi yangu imeumia kwa sababu nimepoteza mchezo, lakini kwa kwa, kwa, kwa kuvuka goli mbili bila mm. Inshallah, si tunavuka na tunamuondoa Almasiri. Tunavuka tunavuka kwenda nusu fainali na tunamuondoa Almasiri tena bila hofu, tena sina hofu wa wala pressure hata kidogo. Mtani wako bora mashindano gani? Uh, sio ya kuzungumzia leo, tunazungumzia mashindano ya kiume, atazungumzia ligi kuu ya, ya watu wanachambana kama, kama, kama, kama, kama, kama vile wanaweka mipasho katika mitandao. Mwisho wa siku mpira wenyewe, bugira bugira, wewe mwenyewe umeona mpira leo liocheza, kwa hiyo mi usiniulize ligi hapa, tukaporudi hapa hapa tutauliza, lakini sasa hivi tunazungumzia niulize asekmemosa, niulize ni, ni, ni CS Constantine niulize experience. Bado bado tuna mechi mkononi bado bado tuna mechi hatujacheza, kwa hiyo ametuacha alama nne, kwa sababu si tuna mechi mkononi nyingine. Kwa hiyo hilo wala, tutakaporudi kwenye ligi yao ya maneno maneno na porojo na vijembe, ndo tutajua kama ametuacha alama ngapi, ila sasa hivi tageti yetu ni mechi yetu zidi Al Masry tarehe tisa, Benjamin Mkapa machinjionicha